Afisa mkuu mtendaji katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta amewahakikishia wagonjwa wa saratani kuwa watapokea matibabu kutoka hospitali hiyo kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Lily Koros amekanusha madai kuwa matibabu ya ugonjwa huo yamekatizwa kabisa, akisema kuwa mashine moja tayari imetengenezwa. Serikali pia imeahidi kuwasaidia wagonjwa kugharamia matibabu. Nicolas Wambua na taarifa hiyo. Elfu moja mia nne hamsini na sita ndiyo idadi ya wagonjwa wa saratani wanaotarajiwa kuanza kupokea huduma za matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta Jumatatu juma lijalo baada ya mashine moja kati ya mbili zilizoharibika kutengenezwa. Mia moja hamsini na sita ya wagonjwa hao walikuwa tayari wameanza kupokea matibabu kabla ya mashine hizo kuharibika, huku idadi ya waliosubiri kupokea matibabu wakiwa elfu moja mia tatu We'll schedule. Schedule so mashine zilizotumiwa kwa matibabu hayo katika hospitali ya Kenyatta ni mbili, huku iliyozeeka zaidi ikiwa imetumiwa kwa zaidi ya miaka ishirini. Mashine iliyonunuliwa iliharibika tarehe tisa mwezi huu na ilitengenezwa hapo jana. Aidha, Huduma za matibabu zitaanza Jumatatu tarehe 23 mwezi huu. In order to cope with this high number of patients therefore the government through the Ministry of Health has agreed to support the hospital and the patients to meet the cost of the treatment or to subsidize the cost of the treatment at negotiated rates in the other health Kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa wanaosubiri matibabu, hospitali ya Kenyatta itashirikiana na hospitali nyingine nchini katika utoaji wa huduma za matibabu. Serikali imeahidi kuwasaidia wagonjwa kugaramia matibabu hayo. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo amekiri kuwa mashine za matibabu ya saratani hazitoshi kuhudumia wagonjwa hapa nchini. Hospitali ya Nairobi ni mojawapo hospitali zitakazohudumia wagonjwa. Nicholas Omboa, KTN leo weekendi.